Na mtazamaji, naye Waziri wa Elimu Migos Ogamba amewataka wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu kukubali malipo yao kwa awamu mbili ili kurejea masomo ama kurejelea masomo vyuoni nam, Waziri Ogamba akisema kwamba hatua hii inaonyesha ari ya serikali kulipa pesa walizoafikia. Na kama Francis Mtalaki anavyoarifu, ni kwamba wanafunzi wameendelea kusimulia namna mgomo huu wa siku hamsini unavyowaathiri. Baada ya pendekezo la serikali kulipa deni la shilingi bilioni 77 kwa awamu mbili kupingwa na miungano ya uwasu na kusu, waziri wa elimu Migos Ogamba anawarai wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma kurudi kazini. All Ogamba akisema serikali ina nia ya kupata suluhu kuhakikisha wanafunzi wa vyuo vikuu wanarejelea masomo. Serikali na wahadhiri wanapolumbana wanafunzi wameendelea kuathirika. Katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi, Muhamed Talib, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mombasa TUM, amesalia kurandaranda kwa mara nyingine, masomo yake yakitatizwa kwa vuta ni kuvute ya migomo. Katika miaka mitano amekuwa chuoni TUM amekumbana na migomo minne, yote ikiathiri masomo. Alitaraji kufuzu na shahada yake ya uhandisi mwakani. Kwa Muhammad, mgomo huu umeathiri hata matumizi ya fedha za help wanazopata kukidhi mahitaji yao chuoni. Francis Mtalaki.